Kwa maana watu wenye shida zaidi ndio tuwape hiki chakula, labda wajane, wazee na, na wanaolea yatima na familia zile kubwa kubwa ambazo zimeathirika ndizo tunataka tuende nazo ili waweze kupata angalau hicho kidogo kilichopatikana. Huo ndio mgao wa chakula uliolenga kuwahudumia waathirika wa, wa tetemeko la ardhi katika wilaya ya Karagwe, ili kunusuru maisha ya wazee, wajane, watoto yatima na kaya zisizojiweza, ambapo wilaya ya Karagwe imepata mgao wa tani moja na nusu ya chakula kutoka kwenye gala la misaada mkoa wa Kagera kaya zilizoathirika katika halmashauri yetu kwa maana ya wilaya ni kaya 163 kwa hiyo kaya 61 zimeonekana zina uhitaji wa haraka kulingana na athari kubwa zilizojitokeza ikiwa ni pamoja na kupoteza nyumba fanya, kwa hiyo tulichofanya kwa chakula hiki kichache tuna aina kama nne za vyakula kwa maana ya unga wa mahindi mchele maharage sukari pamoja na maji ya kunywa kwa hiyo tulichofanya tumegawa unga wa mahindi kilo kumi na mbili kila kaya e, mchele kilo tatu na nusu kila kaya e, maharage kilo saba na nusu kila kaya, maji katoni nne kila kaya. Lakini pia tumepata blanketi pisi mia moja hamsini ambazo tumezigawa pisi tatu tatu kila kaya ili angalau kunusuru baadhi ya waathirika. Wameishukuru serikali kwa msaada wa chakula na blanketi za kujifunika wanapolala nje, huku mkuu wa wilaya akimpongeza mama mjane mwenye familia ya watu sita anayelala nje kwa kuanzisha ujenzi wa nyumba yake bila kusubiri msaada wa serikali. Namshukuru sana mkuu wa wilaya na mbunge wetu, nashukuru sana serikali kwa msaada yao walionipatia kupata blanketi, maharage, chakula wake, nilikuwa na lala njaa na watoto na familia ya watoto sita, na nitoe wito kwa wananchi wote wa Karagwe maafa tuliyoyapata Wanakaragwe ni makubwa, serikali haiwezi kumfikia kila mwananchi. Kwa hiyo wananchi wote wa Karagwe, wale waliopata kleki na angalau wana nguvu, waanze kuchukua hatua kama ambavyo huyu hapa ameanza kufanya. Serikali inaweza kujitahidi katika maeneo yale ambayo tunaona kabisa hapa imeshindikana, kwa mfano kwenye taasisi mbalimbali za serikali, lakini kwa wazee, kwa wajane. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Karagwe Mheshimiwa Enoset Bashungwa amelazimika kutembelea gereza la Kitengule na kujionea madhara makubwa yaliyosababishwa na tetemeko la ardhi, huku akipongeza kamati ya maafa kwa kuwajali wananchi misaada ya chakula. Tumepata maafa makubwa e, nyumba zimebomoka, sasa hivi baadhi ya wananchi hawana pakukaa, na hasa kesi kubwa tuliyoipata Karagwe ni nyumba ambazo zimebomoka kuta moja mbili, kuna nyumba ambazo nyufa zake ni hatarishi, inabidi zijengwe zi upya. Kwa mfano ili, ili gereza la Kitengule kama ulivyoona, ukuta umebomoka na, na selo nyingine ambazo zimebaki zote zinahitaji kujengwa upya, kwa sababu zisipojengwa upya ina maana hata e, ndugu zetu wafungwa walioko ndani, ikitokea kimbunga au mvua kubwa au upepo mkali haya masero yanaweza yakaanguka yakahatarisha yaka uhai wao. Mtazamaji, hapo unapojionea ni ukuta ulioasiliwa na tetemeko la ardhi katika gereza la Kitengure, ambapo kama alivyozungumza mbunge kuwa eneo hili linahitajika kukarabatiwa upya ili kuweza kunusuru maisha ya wafungwa. Nikiripoti kutoka katika gereza la Kitengure, wilaya ya Karagwe, mkoani Kagera. Naitwa Cosmas Makongo wa ITV.